Najaribu kukazia kazia hapo kidogo, nimepiga vitu vingine tena, watu wakai kuongea watu maneno maneno yaishi. Binadamu amezaliwa anasema, naomba niwaambie mbunifu wangu, jamaa mmoja wa kawaida sana anaitwa Manju, Manju anapatikana Keko chini, na suruali nimevishwa na Bryant e, chini ya mkurugenzi siu maifea pale chini, vitu vya itali hivi Eh, vitu vimekuja na ndege na meli. So vitu vyevimacho vidogo feki, nilikuwa naomba niseme kitu kidogo tu. Kiukweli haiwezekani uwe na nyimbo bora ya hip hop, afu usiwe msanii bora wa hip hop. Ni msopiga makofi nini? Sasa pigeni kama nimeongea pointless, nishangilie. Ni vitu ni ni ambavyo vina relate kwa sisi tulienda shule kidogo, vina relate, vina uhusiano. Hapa kuna mataifa mbalimbali mbali. Ladies and gentlemen, for the abroad people I'm here. Yeah, I'm a comedian. That's why I do what I do, yeah? And this is a way to make my stuff to be better I'm not form four level, I'm more than form four, but I'm not a university. Kuna wasichana wa Sinza hapa? Wasichana mnaokaa Sinza mnalinga nini wakati maji yanatoka kwa wiki mara moja? Hapo hapo kwenye wasichana juzi. Ile eneo si la Mlimani City bwana. Juzi nimepita pita huko survey. Unajua kuna muda mwingine nataka kuacha watu waongee. Nimepaki benzi nini, nimeshuka natembea kwa mguu. Kuna watu watakataa. Sina benzi. Wapo humu humu. Sasa nimeanza sana toka lini nishindwe kwa benzi jamani? Kuna dada moja nikamwona nikamsimamisha mambo? Poa. Jina lako nani? Irene. Yaani kama ni juu yeye anajiona kama yeye ana TV kwao. Nikamwambia hili ni can i introduce you myself yes of course. Nikamwambia my name is mjuni oh another name. Nikamwambia sawa, another name la nini, unasoma wapi? Kwa sababu sio kweli kukaa karibu na godoni ndo kupata kazi, na sio kweli anaekaa karibu na, na choo kikuu ana akili. Hata choo kikuu kuna watu hawana akili, ndio maana kuna mtihani. Nikamwambia, dada unasoma wapi? University, si hapa. Nikaambia sawa, kozi gani? Nasomea veta.